Kwa hivyo hasa ni mtu kwa kuangalia tu ama kwa kufuata watu kwa kuinama wanavyoinama watu, kwa kuinuka wanavyoinuka watu, bali anatakiwa mtu anaposali ajue hasa ninasema nini, wakati huu ninafanya nini, baada ya hii na ninafanya nini hapa. Mwanadamu ama mwislamu katika sala yake atakuwa hababaiki, katika sala yake atakuwa una uhakika kwamba ibada hii inayoifanya hakika ni ibada ambayo kwamba imetimia. Sallu kama raitumuni usalli, salini kama mlivuniona mimi nikisali. Na hii ni hadithi muhimu, ni kwamba inamwelezea muislamu kwamba lazima aisome swala. Kwa nini? Kwa sababu lazima asali kama alivyoswali mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika amali ambazo kwama mwanadamu ama waja Allah subhanahu wa ta'ala atasajiwa kwayo, mwanzo ataangaliwa sala, sala zake

juu ya ibada hii tukufu ya sala, ni kwamba inampata mwislamu katika kila siku. Katika kila siku ya mwislamu, sala inakuwa iko pamoja naye, na hii, na hii ni nguzo katika nguzo za Kiislamu. Baada ya shahadatain, basi napata nguzo ya sala. Kwa hivyo lazima mwislamu aitekeleze, ni nguzo muhimu baada ya shahada na ni moja ama ni ya kwanza ni kwamba atakuwa mtu anayehesabiwa nayo siku ya kiyama katika amali ama zikwamo mwanadamu ama waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, tahesabiwa kwayo. Mwanzo ataangaliwa sala, sala zake kisali kuanzia sala yake ya faradhi. Kama zimetimia basi itakuwa kwamba ametimiza sala. Kama hajatimiza basi, Allah subhanahu wa ta'ala atawaambia tamrisha malaika waangalie katika angalia katika sala za mja wake katika sala za za khiari. Kwa hiyo Muislamu lazima ajifunze ibada hii ili atekeleze kwa usawa sawa. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema katika hadithi, katika kauli yake asema, sallu kama ra'aytumuni usalli, swalini kama mulivyoniona mimi nikisali. Na hii ni hadithi muhimu, ni kwamba ina kumwelezea Muislamu kwamba lazima aisome swala kwa nini? Kwa sababu lazima asali kama alivyoswali Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hii hi uh, wa wa haipatikani isipokuwa kwa kufungua vitabu, kwa kuhudhuria durusi na kwa kujifunza kuhusu swala, mwanzo wake mpaka mwisho wake, Mtume, namna Mtume aliokuwa akisali kabla ya swala yake, katika akijitayarisha kwa ajili ya swala, alipoingia katika swala. Na mambo yote anayosema swala hayo yote tunayopata kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, sababu ni yeye aliyetumwa na Allah subhanahu wa ta'ala, akamtimiliza atufundishe ibada hii, na yeye alipewa swala na akafundisha masahaba zake, na wakawa wanafundisha wanafunzi wao hivyo hivyo, mpaka leo tukapata hii swala na swala. Kwa hivyo hasali mtu kwa kuangalia tu, ama kukufuata watu, kukuinama wanavyoinama watu, kukuinuka wanavyoinuka watu bali anatakiwa mtu anaposali ajue hasa ninasema nini wakati huu, ninafanya nini baada ya hii, na ninafanya nini. Hapa mwanadamu ama mwislamu katika sala yake atakuwa hababaiki, katika sala yake atakuwa na uhakika kwamba ibada hii anayoifanya hakika ni ibada ambayo kwamba imetimia, sababu haitimii ibada hii bila elimu, kwa sababu mtu atakuwa na wasiwasi ha hali ya kuwa ni tofauti na wengi watu katika watu, leo hii wengi hawafahamu ibada hii ya sala, waweze kusema ni watoto, lakini hata kuna watu miongoni mwa watu wazima ambao kwamba hawafahamu ibada hii ya sala na kwamba ni ibada muhimu muislamu kuifahamu, mhimu slafahaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuamrisha sisi kuswali kama aliposwali, na ibada zote tunatakiwa sisi kumwiga Mtume sallallahu alaihi wasallam, si kufuata katika ibada zao bali wewe unatakiwa kuisoma swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ibada nyingi kama nilivyosema. Kwa mfano, Mtume sallallahu alaihi wasallam inajulikana kwamba alipofanya ibada yake ya haji, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ibada hiyo akawa anatuambia hudhu anni manasikakum, chukueni kwangu ibada hii ya haji. Kwa hivyo ndugu Muislam, hii ni jambo muhimu natakiwa mtu kulifanya jambo la kutafuta ufahamu katika dini hasa katika jambo hili la sala ambapo kwamba ni nguzo muhimu katika, katika Uislamu. Naam. Kwa hivyo malengo ya kitabu ambacho kwamba ninakisoma na ambapo kwamba ni malengo ya darasa letu ni kufikia katika ufahamu wa sala, ama kujaribu kufahamishana kuhusiana na aa, sala, kupeana ufahamu na kupeana namna ama na njia ya kumwezesha mtu kuswali na akawa anaifahamu swala yake kwa ufupi. Na pia mtu anaweza kupitia hadithi hizi akazihifadhi, na elimu kama walivyosema baadhi uh, ya maulama kwamba elimu ni ile iliyohifadhiwa. Kwa hiyo mtu akawa amehifadhi, itakuwa ni bora zaidi, sababu atakuwa ndio ako na uhakika zaidi, kwa sababu kila wakati anakumbuka kile alichokihifadhi na pia katika kufanikisha katika utekelezaji wa mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa wa katika hadithi ya kwanza ambayo kwamba mtunzi wa kitabu hiki ameandika hadithi hiyo, ni hadithi muhimu, hadithi ambayo kwamba ni msingi mzuri katika kitabu hiki, katika kumfikisha mtu kufahamu, aliweka katika kitabu hiki, na pia ni msingi mzuri wa darsa yetu ama msingi mzuri wa mada yetu hii katika zitakazokuwa quizna, zinafuatana hadithi hii ni hadithi ya Muawiya an Muawiya radhiyallahu anhu, kutoka kwa Muawiya rathi za Mungu juu yake msema sami'tu Rasulullah, sami'tu Nabiyya sallallahu alayhi wasallam yaqulu, ilimskia mtume sallallahu alayhi wasallam akisema man yuridillahu bihi al-khayr, lambo kwamba Allah subhanahu wa taala yuridillahu bihi khayra Allah subhanahu wa ta'ala anamtakia heri mtu huyo yafaqihu fi din, Allah subhanahu wa ta'ala anampatia ufahamu katika dini. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadithi hii wamepokea maimamu wili al-Imam Bukhari na al-Imam Muslim rahimahumullah ta'ala katika sahih zao. Kwa hivyo maana ya hadithi hii ni kwamba yule ambaye kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atamtakia k

Kheri hapa tunayozungumzia ni kuingia katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika pepo na kusalimika na moto wa jahannam, kwamba sisi wote tunatarajia jambo hili. Hakuna hasara kubwa zaidi kama kuingia katika pepo katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna kheri kubwa zaidi kama kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu atakapokuwa amesalimika na moto wa jahannam, akaingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala subhana wataala, basi mtu kama huyu amepata kheri kubwa zaidi. Hii ni kheri ya milele, kwa sababu maisha hapa duniani ni maisha mafupi ya kupita, lakini tunajua tunakuelekea ambako tutaishi milele ni akhira, na kwamba kuna uh, aljanna wan nar, kuna pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuna moto wake. Kwa hivyo mtu akawa amesalimika na kuingia katika moto wa jahannam, akapata kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi mtu kama huyu yuko kheri, na mtu ambaye kwamba ameingia katika moto wa jahannam waliyadhu wali billah na akakosa kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Basi kama huyu amepata hasara kubwa zaidi, atakuwa na mangamivu ambayo kwamba yatamuendelea milele, maana kwamba hakuna anayetaka kuingia katika moto wa jahannam. Allah subhanahu wa ta'ala atapusha na moto wake. Kwa hivyo katika kitabu hiki pia tunajifunza kuhusiana na umuhimu

wamin wa alahu manzila na ni ya juu katika daraja, katika daraja, basi elimu hii ndio ya juu zaidi. Kwa hivyo mtu akawa na ufahamu akawa anasoma fiqh, aidha ikawa ni fikhi ya jambo lolote lile, basi mtu kama huyu atakuwa amepata khair kubwa. Fiqh hapa mtu akasoma, na ibada zote zinarejea katika fikhi. Mtu akajua namna, akakuwa na ufahamu namna ya kufunga somo asifunge tu akakaa mchana mzima uh, bila ya kula hali ya kuwa saumu yake haijatimia. Kwa sababu nini? hakutimiza yale ya mkoa ambao ni na, na siyam hajui ya ahkam. Hajui ibada ya haji. Yeye ametumia mapesa yake mengi, amekwenda kuhiji, lakini ibada yake haji hakuitimiza, sababu yeye ameenda tu kama watu wanafanya utalii, wanatoka tu kwenda kuangalia angalia. Nini anaenda kuangalia? mji wa Mako ulipokaa. Bali anatakiwa aisome dini awe na fiqhi katika jambo hilo. Kwa hivyo, umuhimu wa jambo la fiqh ni kwamba Muislamu anakuwa anafahamu dini yake inapotakiwa kutekelezwa kwa kutekeleza ibada tofauti tofauti katika maisha yake. Kwa hivyo, na ame, katika miongoni mwa maswali aliyoweka ni kuhusiana na almadhahibul arba, asema malmadhahibul arba ni zipi? uh, madhhab nne mashuhuri na najua kupitia hizi madhhab watu wanajifunza fiqh. Walikuwa hawa maimamu kama tutakuwataja katika hizi madhhab wakifundisha namna ya kutekeleza ibada, wakifundisha namna ya kutekeleza ibada. Kwa hivyo hapo, kupitia hapo watu wanafahamu. Ndio maana hapa leo tunahitaji hizi madhhab, watu kuzifahamu hizi madhhab, na madhhab zote hizi ni madhhab mashuhuri na zinaelekeza katika kutekeleza ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala.

Allah Subhanahu wa Ta'ala arham hawa maimamu wetu hawa, au wote ni maimamu wa ahli sunna wal jamaa, fiqh wakifundisha dini sahihi. Walikuwa wote katika itikadi moja, labda walipishana katika jambo fulani na fulani, lakini wote walikuwa katika itikadi moja, na kama ia katika maneno yao ni sahihi katika dini miongoni mwa maswali walioweka katika kitabu hiki ilam malummahatu sita, zipi hizi? Vitabu sita, vya vitabu sita za hadith hizi, ni vitabu vikubwa katika hadith. Kuna vitabu vingi katika hadith, lakini hivi ni vitabu sita vya juu katika hadith. Ya kwanza ni Sahih al-Bukhari, Sahih al-Bukhari ya al-Imam Buhari rahimahullah ta'ala, Sahih Muslim na sahihi ya Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, wa sunan ta wa sunan Tirmidhi na sunan ya ter ya Imamu Tirmidhi rahimahullahu ta'ala, wa sunan Abi Dawud daud wa sunani Nasa'i wa sunan ibn Majah na sunan ya Imam ibn Majah rahimahullahu ta'ala. Kwa hivyo hao kama andika amekusanya hadithi katika vitabu vyao na kama alivyosema kwamba vitabu vya hadithi ni vingi lakini hivi ni ummahatu sita, al ummahatu sita, kwamba muislam ajitahidi katika kupitia hadithi zilizowekwa katika vitabu hivi na ajitahidi kutafuta maelezo ya maula ama walivyofasiri hadithi ama walivyoelezea hadithi, kufanya sharh ya hadithi zinazopatikana katika vitabu kama hivi. Na pia muislam ajitahidi pia na kuangalia, kama ataangalia uh, historia ya hawa maimamu na namna mkombo walikita katika kutafuta hii dini kwamba hawa maimamu Allah Subhanahu wa ta'ala amejalia kupitia wao wametuhifadhia dini. Leo tuna hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, leo tunajua ibada za kutekelezwa, namna Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyotekeleza, kwa sababu wao kuzipokea na kuandika katika tarehe yao. Allah Subhanahu wa ta'ala waham na alipe katika neema, alipe pepo yake kwa rahma yake Allah Subhanahu wa ta'ala. Na masali kimalizia baada na mutafaqun alayhi nini maana ya mutafaqun alayhi? Kwa sababu kama tutakuwa tunasoma ndani ya kitabu hiki hadithi nyingine tutapata anasema mutafaqun alayhi. Mutafaqun alayhi ni hadithi ambayo kwamba amepokea al-Imam Bukhari na Imam Muslim, wamefikiana katika hadithi hizo, wote hao wamepokea hadithi hiyo, na kwamba kwa kufanana kwake hadithi ambayo kwamba amepokea al-Imam Bukhari, vile vile amepokea al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala, hadithi -imam imam hizo zinafanana basi hadithi hizo ndio mutafaqun alayh, na hadithi hii ni hadithi ya daraja ya juu sababu, hawa walikuwa na vigezo katika kuchagua hadithi sahihi. Kwa hivyo kama watakuwa wote wamefikiana, basi hadithi hiyo inakuwa na, na daraja ya juu zaidi katika, katika, katika miongoni mwa hadithi. Kwa hivyo ndugu Muislamu, ni lazima sisi tujikite katika kutafuta elimu ya fikhi hasa katika ibada yetu ya swala na ibada nyingine utaungana nasi katika dasa zinazofuatia kujifunza katika mambo ambayo yanahusiana na fiqh ya sala mpaka tutafikia hadithi ya mwisho. Na Allah Subhanahu wa ta'ala ajalie sisi kuwa ni kusomesha sala na wenye kukubaliwa sala zetu, na kusomesha ibada zingine kukubaliwa ibada ibada zingine hizo. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wa jazakumullahu